Aliyekuwa jaji mkuu na mgombea wa urais wa chama cha UGM David Maraga ameitaka IEBC kubuni mbinu mwafaka zaidi za kuboresha zoezi la usajili wa kupiga kura. Maraga amewataka vijana kujitokeza kwa wingi kujiandikisha kama wapiga kura ili kuwachagua viongozi wenye uwajibikaji katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na saba ripoti iliyotolewa na IEBC tarehe kumi mwezi wa kumi mwaka huu wa 2025 inaonyesha kuwa watu alfu ishirini mia saba hamsini na wanne pekee ndio wameweza kujitokeza kujiandikisha kama wapiga kura kote nchini. Tazama, serikali inatakikana kuchukua huduma kwa wananchi, sio wananchi wanafuata serikali. Kwa hivyo maombi yangu ni kwa IEBC, IEBC if, ifanye uh, mipango kamili hata i, iwe inasunguka ifike mashinani, inasunguka kama ni hapa naita milima kiswani eh? Wakuje kila ward. Eh? Wakuje, hatutaki kuambiwa ati hawana hawana wafanyikazi ya kutosha. Wanakuja ward hii wanakaa hapa wiki moja, wanasonga ward ingine ya next, wanafanya hivyo.